Binti amepata ujauzito, mama amepata ujauzito. Bahati mbaya, ujauzito aliyoupata wa kwanza alifanyiwa operation, wa pili alifanyiwa operation. Anapata ujauzito wa tatu, anashauriwa na wataalamu, kwa ujauzito huu na kwa aina ambayo huwa unapata watoto, ni vizuri tukufanyie operation. Hapo yuko hatua za mwisho mtoto kuzaliwa, mama anakataa Anasema, a, mimi nitazaa hivyo hivyo. Anashauriwa, ndugu wanakuja, wanakataa ushauri wa kitabibu unaotolewa na wataalamu wa afya, wanalazimisha ajifungue kwa njia ya kawaida, wakati alizaa watoto wawili kwa njia ya operation. Hayo yametokea, na tumenusuru maisha ya hawa hawa wazazi na watoto, dakika za mwisho, mtoto akiwa amechoka, lakini mzazi mwenyewe akiwa hoi. Njia za waganga, njia za kwenda kwa waganga wa kienyeji majani hayaoti, lakini njia za kwenda zahanati, vituo vya afya na hospitali, njia hizo majani yamejaa ya. Kwa sababu tunatumia muda mwingi kwenda kwa waganga wa kienyeji, tunawaamini wao sana, badala ya kuamini wataalamu ambao serikali imewaajiri inawalipa ili iwapatie huduma nyini kuna mama anamuona, anageuka, anamnong'oneza mwenzie. Naamini ujumbe umemfikia mtu. Anapata ajali, anapelekwa hospitali, madaktari wanamtibu. Kama amevunjika mguu, anafungwa POP vizuri, ili mifupa iunge. Akirudi nyumbani, anaenda, anatoa POP. Anaenda kwa mganga wa kienyeji akatibiwe kwa dawa da za asili. Wewe ulisikia wapi mitishamba ikaunga mfupa? Matokeo yake mtu anapata madhara makubwa, anapata ulemavu usiokuwa wa lazima. Watumie mafuta kwa kiwango kidogo, hususani kukaangia mboga ambazo ukionzaji wake unahitaji mafuta, na sio watayarishe mboga kwa kusema kwamba uh, wanahitaji kupata na supu ya mchicha. Haipo supu ya mchicha. Lakini pia tunaomba waachane na imani potofu, kama wanavyozungumza kwamba vijana uh, wa kiume wakitumia uh, mboga kama vile chainizi zinapunguza nguvu za hilo halipo kisayansi na wala halipo popote. Hivyo wanadai kwamba ilitokana na neno la jina la China kwamba ilitoka China, lakini mboga hiyo haina shida yoyote, na kwamba jina la, la Chinese halijatokana na, na China. Kwamba wanapata watoto wachache, hivyo eti imeletwa Afrika iweze kupunguza uh, vizazi, sio kweli. Watumie mboga hizo, wala hazina shida, na uthibitisho ni kwamba hawajapungukiwa nguvu, kwa sababu bado tunapata wajawazito wa kutosha katika